Uh, ndugu waandishi, kama mnavyoona ni ajali ya magari mawili ya mizigo, haya yamegongana. Uh, gari namba T675 EMI na tela lake namba T117 EMI limegongana na gari namba T308 EEG ikiwa na tela namba T350 EEG uh, kwa ufupi ni kwamba ile gari namba T675 EMI ilikuwa linatokea njia ya Dar es Salaam uh, linakwenda huko uelekeo wa Morogoro, na wenzake linatoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Hayu huyu namba namba namba namba timu ya 3 mia, namba timu ya 675 ameacha njia akaamia upande wa mwenzake. Mwenzake amejitahidi kumkwepa lakini, dio kama hivyo hivyo, ona kadaka mgonga ubavuni. Na alikuwa amebeba vyoo vyoo ndio vimemwagika barabarani, tunafanya jitihada za kuweza kuviondoa. Tuna majeruhi mmoja, kwa maana dereva wa hili gari namba 675 yeye E, ameumia miguuni na amepelekwa hospitali ya rufaa pale kwa ajili ya matibabu. Aliyejeruhika ni mmoja bado tunaweza kumfahamu, cha cha muhimu ni kumwokoa, kumpeleka hospitalini apate matibabu. Kwa hiyo masuala ya majina tutaulizana baadaye, na ingekuwa ni vema zaidi apate matibabu kuliko kuulizana majina, lakini baadaye tutapata majina na tutayawasilisha, tutatoa taarifa kamili.